Division 1, 2, 3, 4 na 0 zina maana gani kwenye maisha halisi? Division yako ina maana gani kwenye maisha yako ya baadaye? Je, ni tiketi ya mafanikio au ni namba tu kwenye karatasi? Baada ya matokeo ya kidato cha nne kutoka wengi hukimbilia kuuliza swali moja kubwa, nimepata divisheni gani? Lakini swali muhimu zaidi ni, divisheni hiyo ina maana gani kwenye maisha halisi? Leo tutazifafanua divisheni zote tano kwa lugha rahisi, bila kukutisha na bila kukuondolea matumaini divisheni fursa kubwa, uwajibikaji mkubwa. Kupata Division 1 uashiria umefanya vizuri kitaaluma kwenye mfumo wa elimu, nafasi kubwa ya kuchaguliwa kidato cha tano, shure za ushindani wa juu, msingi mzuri wa taaluma za kitaaluma. Lakini fahamu hili. Division 1 si dhamana ya mafanikio ya maisha makosa. Baadhi ya waliopata Division 1: moja. kujisahau. mbili. kutokuwa na nidhamu. tatu. kudharau wengine. Mafanikio ya kweli huanza pale unapochanganya akili, nidhamu na maadili. Division 2: njia iliyo wazi. Division 2 ni ishara ya uwezo mzuri kitaaluma. Kwenye maisha harisi, nafasi nzuri ya kuendelea na masomo, fursa sawa na Division 1, kutegemea ushindani, msingi mzuri wa kupanga ndoto zako, lakini pia watu wengi waliopata Division 2 wamefanikiwa kwa sababu waliendelea kujifunza, si kulegea. Division 2 inakuambia una uwezo, endelea kujenga. Division 3 katikati, sio mwisho. Division ndiyo inayowakilisha kundi kubwa la wanafunzi kwenye elimu. Nafasi ya kuendelea na kidato cha tano ipo, inategemea idadi ya nafasi na ushindani. Kwenye maisha halisi unahitaji kuwa makini zaidi kufikiria chaguo mbadala mapema na kujiongezea ujuzi. Hapa wengi hukosea kwa kusubiri miujiza, lakini waliofanikiwa walichukua hatua mapema. Division 4, mwanzo mpya. Kupata Division 4 huumiza, ni kweli lakini tuseme ukweli, Division 4 si mwisho wa maisha. Kwenye mfumo wa elimu, nafasi ya kuendelea ni ndogo, lakini fursa zingine zipo kwenye maisha halisi: vyuo vya kati, VETA, kozi za ufundi, ujasiriamali. Leo hii mafundi stadi, wataalamu wa ujuzi na wajasiriamali wengi hawakuwahi kwenda Form 5. Division 4 ni ujumbe unaosema badilisha mwelekeo, siyo ndoto. Division 0 siyo mwisho wa thamani yako. Zero ndiyo inayowaumiza wengi zaidi lakini sikiliza kwa makini, divisheni 0 haimaanishi wewe ni sifuri. Ina maana hukupata alama za kutosha kwenye mfumo huu, lakini bado una akili, nguvu na uwezo. Njia mbadala: kurudia, kama mazingira yanakuruhusu, kozi za ufundi kujifunza skills zinazohitajika sokoni. Historia imejaa watu waliowahi kufeli masomo, lakini wakafaulu maisha. Ujumbe muhimu: shida si division, shida ni kukata tamaa. Maisha hayapimi kwa alama peke yake, yanapimwa kwa nidhamu, bidii maamuzi uvumilivu. Division ni taarifa, siyo hukumu ya maisha. Mwisho, matokeo yako ni karatasi, wewe ni binadamu mwenye ndoto. Usiruhusu namba ikunyime mustakabali wako. Kila hatua ni maarifa na kila maarifa ni nguvu.